Mtoto wa nyumbani huku Zambia anapenyeza pasi kumtafuta Hassan Dilunga, chidi dilunga ameiba mali ile! Hassan Dilunga mbili nne on aggregate! Hassan Dilunga chidi anafunga bao, chidi ana shangilia na legend Johnny Rafael Boko. Golikipa Charles Kalumba anashangaa nini, kimetokea hapa Lusaka, Zambia. Wanakwenda kujadiliana bila shaka, wanapiga dua vilevile vile. Goli kamili mchezaji kamili na nyota bwabwa akaachia ubwabwa ule mbele ya Dilunga akampigia katika engo ile ile aliyokaa Charles Kalumba. What a goal! golikipa wetaive kalala chini tu, kalala hiyo kule Tanzania, sema